Jinsi unavyotumia fedha inaweza kukufanya uwe maskini ama uwe tajiri. Fedha inatafutwa, lazima uhangaike kutafuta fedha. Fedha huwa haijaji ulipo kama ukikaa bila kuitafuta. Jambo la tatu ambalo ningetamani tujifunze pamoja kwa habari ya fedha, biashara na uwekezaji ni matumizi. Lazima uwe makini kwenye matumizi yako ya fedha. Tunapokuwa na fedha tutumie fedha kwa matumizi yaliyo ya lazima, alafu sehemu nyingine hakikisha unawekeza hiyo fedha. Unayoitenga kwa ajili ya kuwekeza hiki kipande, unaweza ukanunua pengine hisa, vipande, bondi, majengo, biashara, viwanda, maana kule Mungu atakuongoza. Hiyo ndiyo njia nzuri ya kutumia fedha, ni kuwa na mawazo ya kibiashara au mawazo ya kujishughulisha. Biashara inatokana na wazo, kazi inatokana na wazo. Huwezi kufanikiwa zaidi ya uwazavyo. Mawazo ya mwenye bidii huelekea kwenye utajiri tu. Huwezi kuwa na fedha ama mali kama hujaiwaza na kuifanyia kazi. Atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa anakuwa maskini, lakini mtu akifanya kazi yake kwa bidii anakuwa tajiri ama anakuwa na fedha. Ni muhimu mimi na wewe kufanya kazi zetu kwa bidii. Vijana wengi na hata sisi watu wazima, wakati mwingine tunaitafuta kazi tuliyoisomea badala ya kuangalia kazi iliyokuwepo na iliyopatikana. Kile kilichokuwepo kifanye kwanza, hata kama hujakisomea. Mimi ni mhasibu, I am an accountant. CPA. Uh, am a CPA holder. Lakini sijawahi kufanya ile kazi ya uhasibu pasei. Kwa hiyo wewe nenda na upepo. Haleluya.

Achana na hii mimi natafuta kazi nilosomea, natafuta kazi nilosomea, utaipata wapi uliosomea? Kwa hiyo nenda na kilichokuwepo. Usipoweka akiba, utapoteza fursa mbele ya safari. Ikitokea dharura, mchango unahitajika, hautaweza kwa sababu hauna. Hakikisha unatenga asilimia kumi hadi ishirini ya mapato yako kama akiba, iwe ni mshahara, iwe ni fedha kwenye biashara. Ni muda wa kuchukua nafasi yako ya meza ya HW, kuwasilisha kwako mawazo yenye tija.